Jumatano ya Machi 17, mwaka 2021 Tanzania iligubikwa na wingu zito baada ya kumpoteza rais aliyekuwa madarakani, Dr. John Pombe Magufuli. Ni kwa mara ya kwanza kwa taifa hili la Afrika Mashariki kushuhudia rais aliyekuwa madarakani akifariki dunia. Kifo chake kilitangazwa na aliyekuwa makamu wa rais Samia Suluhu Hassan. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021, majira ya saa 12 jioni, tumempoteza kiongozi wetu shupavu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Dkt Magufuli aliyezaliwa Chato mkoani Geita, Oktoba 29 mwaka 1959, aliyehitimisha utawala wake wa miaka mitano na miezi minne aliyouanza Novemba 5 mwaka 2015 katika hospitali ya Mzena na Kijitonyama jijini Dar es Salaam kwa maradhi ya moyo. Leo Jumatano ni miaka minne imetimia tangu alipovuta pumzi ya mwisho duniani. Mwili wake ulizikwa katika makaburi ya familia nyumbani kwao Chato, Machi 26 mwaka 2021. Kutokana na kifo chake, Samia Suluhu Hassan alikuwa makamu wa Rais aliapishwa Machi 19 mwaka 2021 Ikulu ya Dar es Salaam na jaji Profesa Ibrahim Juma kuwa rais wa Tanzania, kwa mara ya kwanza mwanamke kati ya watano waliomtangulia. Marais waliopita kuanzia awamu ya kwanza ni Julius Nyerere 1964 mpaka 1985, Ali Hassan Mwinyi 1985 mpaka 1995, Benjamin Mkapa 1995 mpaka 2005, Jakaya Kikwete 2005 mpaka 2015, na John Magufuli 2015 mpaka 2021. Dk Magufuli aliyekuwa na falsafa ya Hapa Kazi Tu, baada ya kuapishwa kwa Rais Samia akaitambua falsafa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi iendelee akimaanisha kuendelea kwa miradi mbalimbali aliyokuwa ameianzisha mtangulizi wake na kuanzisha miradi mipya. Iliyoachwa ni bwawa la Mwalimu Nyerere, daraja la Tanzanite, la Kigongo Busisi, ununuzi wa ndege ili kulifufua shirika la ndege la ATCL, na barabara mbalimbali nchini. Dokta Magufuli aliacha watoto na mjane Janet Magufuli. Harakati za siasa za Daktari Magufuli zilianza mwaka 1995 alipogombea kiti cha ubunge katika jimbo la Chato baadaye liwa kuwa naibu waziri katika wizara ya ujenzi. mwaka elfu mbili Magufuli aligombea na kushinda tena ubunge na kuteuliwa kuwa waziri wa wizara ya ujenzi. Aidha, katika uchaguzi wa mwaka 2005 na 2010 aliendelea kuwania kiti hicho cha ubunge katika jimbo la Chato na kushinda na kuteuliwa kuwa waziri wa wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi hadi mwaka 2008 alipohamishiwa wizara ya mifugo na uvuvi ambayo aliongoza hadi mwaka 2010. Mwaka 2010, alipochaguliwa tena kuwa mbunge wa Chato aliteuliwa kuwa waziri wa ujenzi. Mwaka 2015, miongoni mwa makada zaidi ya 40 wa CCM walijitosa kuchukua fomu ya kuania kumrithi Daktari Kikwete aliyekuwa akimaliza muda wake madarakani ni baada ni makada ya 38 pekee ndio walirejesha fomu wakiwemo mawaziri wakuu, wa stafu, maofisa wa ngazi za juu za jeshi, mawaziri na makada wa kawaida. Baada ya michakato yote, CCM ikampitisha Magufuli kuwania urais na baadaye akashinda urais wa Tanzania. Safari yake ya kielimu inaonyesha, Magufuli alijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa JKT kwa mujibu wa sheria, akianzia Makutupora Dodoma, Julai disemba Julai mpaka Desemba 1983, kisha akaenda kambi ya Makuyuni ya Arusha Januari hadi Machi 1984, na kamaliza katika kambi ya Mpwapwa mkoani Dodoma Machi mpaka Juni 1984. Mwaka 1985 alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam akisomea shahada ya sayansi ya elimu akibobea kwenye masomo ya kemia na hisabati. Alihitimu mwaka 1988. Kati ya mwaka 1991 na mwaka 1994 alijiunga na masomo ya shahada uzamili ya sayansi katika chuo kikuu cha Salford nchini Uingereza, na baada ya mwaka 2006 mpaka 2009 alijiunga na masomo ya shahada ya uzamivu ya kemia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kutokana na taaluma yake, Magufuli ameandika ya vitabu na machapisho mbalimbali mbali. leo Jumatano ndugu jamaa, marafiki watakumbuka kwa ibada itakayofanyika Chato ambayo imeandaliwa na familia yake.